Haya, tena tunakuja kwa moto, tunakuja kwa kishindo, tukaletea tena habari mpya ambayo itatupatia musisimu kusiki wa Afrika e, kwa lugha tukufu la Swahili. Je, nakwambia kwamba Kanisa Katoliki liliwahi kuongozwa na mapapa wa Afrika wa Kiafrika? Ndiyo umesikia vizuri. Kabla ya Ulaya kutawala dunia tayari watu weusi walikuwa wakiongoza Ukristo, lakini historia hii imefutwa. Kwa nini? Na ni nani anafaidika na kusahaulika huku? Ulikuwa najua kwamba papa wa kwanza mweusi alikuwa Mwafrika? Okay, nitakwambia e, papa wa kwanza ambaye aliyeongoza e, ambaye alikuwa mweusi alikuwa ni Papa Victor wa Kwanza. Victor wa Kwanza, mwaka wa mil katrevenef hadi mil nonanef. Alikuwa Mwafrika kutoka Maghreb. Aliongoza kanisa katika maamuzi makubwa.